Sisi kama sehemu ya vyombo vikuu tukasema, bado tuna haja ya kuisaidia nchi yetu, na jukumu ambalo tulilibeba moja ni kuhakikisha kwamba wananchi wa, na, wa Kitanzania, wananchi ndani ya taifa letu wanashiriki uchaguzi huu katika namna ambayo itailetea tija serikali na taifa letu kwa ujumla ili kusudi tupate tija tunayokusudia ndani ya nchi yetu kupitia uchaguzi mkuu huu wa mwaka 2025, tukasema kwanza, tutahakikisha tunaihubiri amani, tunaiombea amani, tunaizungumzia amani, ili Watanzania wote washiriki uchaguzi huu mkuu pasipokuwa na hofu na wala mashaka yoyote juu ya uhai na ustawi wa maisha yao. Kwa hiyo tukatangaza hadharani na umma wote ukajua mabalozi namba moja wa amani ndani ya nchi yetu ni wanafunzi wa sehemu ya vyuo na vyuo vikuu ndani ya taifa hili. <coughs> Haikuwa kazi rahisi, haijawahi kuwa kazi rahisi, na tunatambua haitokuwa kazi rahisi. Tulikubali kutukanwa, watu wabaya, watesi na waovu wa taifa hili tulikubali kubezwa, tulikubali kupewa vitisho na laana mbalimbali mbali za uongo uongo, ila msimamo wetu uliendelea kubaki pale pale. Ndugu wa Tanzania, jukumu la pili tulilolibeba ili kusudi uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ulete tija ndani ya taifa letu ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana na asasi za kiraia na taasisi mbalimbali zisizo za, za, za, za serikali kutoa elimu ya uraia ya namna bora ya kushiriki uchaguzi mkuu pasipokuwa na miemko yoyote na mizuka yoyote, bali maamuzi ya kuchagua viongozi yatokane na misingi ya kusikiliza sera na ilani za vyama vya uchaguzi ili kusudi tupate viongozi wanaotufaa ndani ya taifa letu. Na la mwisho kabisa, ndugu wanafunzi wa vyuo na vikuu wa Tanzania na vijana wenzetu, tunawaomba sana, tuiweke nchi yetu kwenye maombi, tuiweke nchi yetu kwenye maombi, tuweke viongozi wetu kwenye maombi, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwenye maombi, tuhakikishe tunafunga, tunasali na kuswali, ili dua zetu Mwenyezi Mungu aendelee kuzisikia za sisi watu wake tukabidhi nchi hii neema yenye mafanikio tunatamani, endelee kuwa na amani.